"Mwisho wa vita umekaribia." Maneno haya yanatoka katika kinywa cha rais wa Marekani, bwana Donald Trump, ambaye amedai tena kuwa kumekuwa na maendeleo makubwa katika jitihada za kumaliza vita nchini Ukraine. Kwa mujibu wa matangazo ya moja kwa moja ambayo yalifanyika katika ikulu ya White House, akihutubia waandishi wa habari katika mkutano maalum na vyombo vya habari, Trump amesema kuwa miezi mitatu iliyopita serikali yake iliwezesha makubaliano ya amani kati ya Armenia pamoja na Azerbaijan akisisitiza kuwa hatua hiyo ni miongoni mwa vita vinane ambavyo Marekani imefanikiwa kusaidia kuvimaliza katika kipindi cha miezi nane iliyopita. Kwa sasa amesema lengo la Marekani ni kumaliza vita vya Ukraine, huku akibainisha kuwa mwelekeo wa mazungumzo unaonesha matumaini. Trump anasema, tunatazamia kumaliza vita vingine tena ikiwa hilo linawezekana kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Hatujafika mwisho bado, lakini ninaamini tumepiga hatua kubwa, alizungumza bwana Donald Trump. Jana, mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff alisema kumekuwa na maendeleo fulani katika juhudi za kutafuta suluhu ya vita vya Ukraine, akiongeza kuwa mzozo huo ndio unaofuata kutatuliwa baada ya ule wa Gaza. Hivi karibuni Trump alinukuliwa akisema kuwa kiongozi wa Kremlin ni bwana Vladimir Putin alimpigia simu wiki kadhaa zilizopita akiomba msaada wa kumaliza vita hivyo, akidai kuwa amekuwa akijaribu kwa miaka kumi bila mafanikio. Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa vita vya Ukraine vinaweza kumalizika haraka, na alipoulizwa kama ni miezi michache ni muda halisi wa kutarajia amani, alijibu kwa uthabiti kuwa ndio, inawezekana. Aidha, aliongeza kuwa vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine vinaweza kuwa mzozo wa tisa ambao utawala wake utaweza kusaidia kumaliza, ikiwa juhudi hizo zitazaa matunda. Hizi ni kauli za bwana Donald Trump. Nako huko Urusi, tunaambiwa magharibi yapanga uharibifu mkubwa katika kituo cha nyuklia cha Zaporizhia, ambapo nchi za Ulaya wanachama wa NATO zinaisukuma kivu kusababisha ajali katika kituo hicho na kuipigania lawama Urusi. Kwa mujibu wa huduma ya ujasusi wa nje ya Urusi inayofahamika kama SVR, magharibi inamsukuma kivu kusababisha uharibifu mkubwa katika kinu hicho cha nyuklia, ambapo hii imetolewa na taarifa ambayo imetolewa na SVR ikieleza kwamba magharibi wamekuwa wakihimiza Ukraini kufanya mashambulizi katika kituo cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia kinacho ambacho itaweza kusababisha vifo miongoni mwa raia wa Ukraine na wanachama wa Umoja wa Ulaya na kwamba Mosco itatupiwa lawama kutokana na tukio hilo. Moja ya mapendekezo yanayodaiwa kuwasilishwa na wapinzani wa kigeni wa Kievu ni kutekeleza mashambulizi na kufanya uharibifu mkubwa katika kituo hicho, hali itakayosababisha vifo vingi vya raia. Alizungumza msemaji wa SVR. Inasemekana magharibi wanaye mpango wa kutengeneza ajali katika kituo hiki cha nguvu za nyuklia ambacho ni kituo kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, ambayo inaweza kusababisha kuharibiwa kwa kiini cha silaha za nyuklia. Na kwa mujibu wa SVR, wanasema kwamba taasisi ya Uingereza ya Chatham House tayari imekadiria matokeo ya ajali kama hiyo na kubaini kuwa wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na Kievu na nchi za EU karibu na mpaka wa magharibi mwa Ukraine wamekuwa ndani ya eneo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata madhira ambayo yanaweza yakaifanya Urusi ikalaumiwa. Kwa mujibu wa Chatham House, na daiwa tayari wameandaa hoja za matukio yanayowezekana mapema ili kuhakikisha umma wa magharibi unachukua upande wa Kievu bila shaka, katika kuamua nani atawajibika kwa ajali hiyo na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya huduma ya ujasusi: Kiev inalenga kituo cha nyuklia wakati mkuu wa IAEA anaitembelea Moscow. Pia imebainisha kwamba mpango huo utakuwa ni wa kufanana na janga la ndege la Malaysia Airlines MH17 ambayo iliporomoka juu ya mashariki mwa Ukraine mwaka 2014 na kuua takribani raia 298 waliokuwemo ndani, na tukio hilo lilitokea wakati vikosi vya Kiev vilipokuwa vikijaribu kukamata tena walo watu ambao walikuwa wanakimbia kutoka eneo la Doneski pamoja na Luhanski. Ukraini na wafuasi wake wa magharibi waliitupia lawama Urusi kwa tukio hilo kwa upana, ile hali Moscow ilikaana mara kwa mara mashtaka hayo na kwamba wao walikuwa hawahusiki hata kidogo. Kwa hiyo huu ni mpango wa Ukraini pamoja na nchi za magharibi ili kuipelekea lawama Urusi. Tukio bado hapo hapo, tunaambiwa msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Urusi bi Maria Zakarova amepinga madai ya Mark Rutte kwamba Urusi na China zinapanga kuhujumu kanuni za dunia. Msemaji huyo wa wizara ya mambo ya nje amesema kuwa katibu mkuu wa NATO Mark Rutte anatumia viwango viwili kwa kudai kwamba Moscow inashirikiana na China na mataifa mengine kuhujumu kanuni za ulimwengu. Kupitia katika ujumbe ambao ameuandika kwenye ukurasa wake wa Telegram siku ya Alhamisi, Zakharova alihoji ni kanuni zipi za dunia ambazo Rutte alikuwa akizimaanisha akiitaka NATO iweke orodha kamili ya kanuni hizo kwenye tovuti yao. Aidha, ameonyesha kwamba muungano huo wa kijeshi umekuwa ukivunja sheria za kimataifa mara kwa mara. Diploma, mwanadiplomasia huyo wa Urusi alitaja mfano wa mashambulizi ya anga ya NATO dhidi ya Yugoslavia ya mwaka 1999 pamoja na uvamizi wa Iraki ambao uliongozwa na Marekani mwaka 2003 kwa visingizio vya uongo kama uthibitisho wa rekodi ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa kutoka katika muungano huo wa magharibi. Zakarova amesisitiza pia kwamba hakuna nchi yoyote mwanachama wa NATO ambayo imesitisha ushirikiano wake na China, kinyume na da, madai ya Makaruti. Nikimnukuu anasema, siku chache zilizopita kulifanyika mkutano wa kilele kati ya Marekani na China siku msia Ruti akimkosoa rais wa Marekani Donald Trump. Kwa hilo alizungumza Zakarova kwa kejeli. Awali siku hiyo hiyo akizungumza katika mkutano wa NATO Industry Forum uliofanyika Bucharest, Romania, rote alidai kwamba Urusi haiko peke yake katika juhudi za kuhujumu kanuni za dunia, akisema kwamba wanashirikiana na China, Korea ya Kaskazini, Irani pamoja na mataifa mengine. Kwa mujibu wa kiongozi huyu wa NATO, mataifa hayo yanaongeza ushirikiano wao wa kiviwanda, hasa katika viwanda vya ulinzi kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, jambo ambalo amesema linaonyesha kuwa wanajiandaa na mapambano ya muda mrefu. Mwezi uliopita, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema kwamba NATO imekuwa ikipanua kwa makusudi eneo lake la uwajibikaji zaidi katika ukanda wa Euro Atlantic na sasa wanataka kuiweka bara lote la Russia chini ya ushawishi wake kama eneo la kifalme. Lavrov aliongeza kuwa muungano wa kijeshi wa Magharibi unaendeleza malengo dhahiri ya kuizuia China kuizingira Urusi na kukabiliana na Korea Kaskazini.